Jeremia 48 alaaniwa yule ambaye ajiweka roho yake katika kumtumikia Mungu. Amelaaniwa yule pia ambaye hatiririshi damu ya watu kwa silaha hayo maneno mawili nataka yaeleweke. Nani si ako na bibilia ingine ya Kizungu asome, inasema amelaniwa anaefanya kazi ya Mungu. Soma kwa sauti. Soma kwa sauti. Amelaniwa anayefanya kazi ya Mungu kwa uongo. Amelaniwa anayeweka silaha yake bila kutiririsha damu. Amen. Amen. Wangapi wamesikia hiyo neno ambayo imesomwa? Yu wengine hawajasikia can no, rudia kwa tafsiri hiyo nyingine, ili huyu mama aelewe. Sijaona kama ameinua mkono. Amelaniwa ambaye hajafanya kazi ya Mungu kwa roho yake yote, na tena amelaniwa yule ambaye hajaua kwa silaha yake pende. Sasa nasikia nauliza, wangapi wamesikia? Amen. Amen. E, kama umesikia, sasa ninaongea Litili,

So mh mar ario soma neno la pili limeandika katika kitabu cha Mwanzo ario ishirini na saba Matendo mlango wa ishirini na saba Chakria. Kwanzia ishirini na sita usome hadi arobaini. Isaka babati akamwambia, njoo karibu sasa. Amen. unasoma ngapi? anzia 36 hadi 40. Tena akasema haikasoma. Ah, so so hiyo tafsiri ingine. Hakuna mwingine amepata. Inasema ndio, Esau akasema ilikuwa vizuri akatajwa ya Yakobo, kwa sababu sasa amenidanganya mara mbili, ya kwanza alichukua utukufu wangu wa kuzaliwa na tena ameninyang'anya baraka inaweza kuwa umeniekea baraka fulani Isaka kamjibu isau nimeshamgeuza kuwa mfalme wenu nishageuza ndugu zake wote wawe watumishi wake nimembariki na mazao na divai. Sasa mwanangu, ni nini imebakia cha kukufanyia? Isawa akaendelea kumuuliza babake, babangu, ulikuwa tu na baraka moja? Kubali unibariki mimi pia. Akalia kwa uchungu. Isaka akamwambia, utaishi kwa nchi kavu. Mashamba yako hayatapata mvua kutoka mbinguni. Silaha yako ndio itakupa chakula. Tena utakuwa mtumishi wa ndugu yako. Itakuja siku ambayo utaasi tena, utatoka chini ya uongozi wake. Aminyesaidu nimempa Mungu tukufu, amen timbaji kama kendo amen. Amen. Inua mkono yako hivi, tena koro umumbi. Sasa funiki funika Biblia yako mwandimia pachi ichuni, unipee roho yako na mawazo yako, kendi lasu winjo ni makae. Utengeneze usikivu wako vizuri nikech gige nyasaye yudo giwinjo, kwa sababu vitu za Mungu zinapokelewa kwa kusikiliza. Ng'ama onge giwinjo ok yud gige nyasaye, ambaye hana kusikia hawezi pokea vitu za Mungu. To ng'ama ni giwinjo yudo mang'eny, aliye na kusikia anapokea mengi. Emuma mawasomo kwa Biblia ambayo tumesoma, nitiere weche madwar ni kuonge fwen, kuna maneno nataka uyagundue kwanza kod gima adwanapuonji kata adwana yalo na kile nataka kufunza ama kubiri adwa yalo gim, lao gimosedhi. nataka nyataka kuubiri kukimbiza kile ambacho tayari kimeenda. lao gimosedhi, kukimbiza kile ambacho tayari kimeenda. opake Yesu, Yesu asifiwe. o gimosedhi kile kimeenda. Ere kaka ingeyo ni gimoro ose unajua, ati ati kitu tayari kimeenda. Upaka Yesu, Yesu asifiwe. Amen. Ajawinjga ka samoro ji wacho, mimi husikia watu wakisema, ni iyo imeenda ati hii imeenda. ati imeenda. Amen asewinjo na. sijui kama umeisikia hilo neno. Upaki Yesu. Yesu asifiwe. ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni gimoro oset Mtu anaweza kujua je kwamba kitu tayari kimeenda? Amen. Amen. ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni gimoro Mtu anaweza kujua je kitu tayari kimeenda? Aiyo imeenda. Ati iyo imeenda, iyo imeenda. <laughs> Ati wenye wanasema, wanajua tu kwamba hiyo kitu tayari imeenda, imeenda imeenda. Imeenda nyaka jomawacho ere kaka ging'eyo ni gino seme ati wenye wanasema wanajua tu kwamba hiyo kitu tayari imeenda. Amen. samoro in e mani idwaro gino Pengine wende ulikuwa unataka kile kitu tikone imeenda. Na unaambiwa hiyo kitu imeenda sama in e mokoni in chunyiwuoyo nang'o wakati wende umeambiwa ambia mo roho yako inaongeaje chunyiwuoyo yako roho yako inaongeaje medo gimaidwaro kuna kitu liko na tafuta to sama ide idware to jomiruomogo koni iyo inaenda umeenda kuitafuta na wenye unakutana nao wanakwambia iyo inaenda In mane doare chunyi wacho nang'o. We mwenye ulikuwa unatafuta roho yako inasemaje? Chunyi wacho nang'o. Roho yako inasemaje? <laughs> Nataka mawazo yako ifanye kazi So, ang'o ma nyalo nyisi ni gin othi mainbe kingitadira kae gima ng'ane wacho ni gini, uta, yeah. Itakuwa dalili kwamba ile kitu imeenda na hiyo kitu huyo mtu anasema ni kweli imeenda haiko ang'o ma in kineno toibe nyalo thibitisha nini ni gine oi thibitisho gani ukiona utajua hiyo kitu imeenda yeah kionge kode machienge kama au, auko karibu nayo nyalo nyisi ni ginose nitakwambia hiyo kitu imeenda ehe mhm amachielo mwingine ire kak inya ng'inoapi utajua tu imeenda owacho hmm. ni kideko e sama onego chopi tiyudo kadhot oselor mano thiptisoni ginoweya ukienda kama kuchelewa upate mlango imefungwa hiyo ni ishara kwamba kitu imeenda na machia ini nyalo ngendago mwingine we uchajwache

Unasema hii imeenda. Where you kids? Tunashinda ncha. Mogok de yule reka. Unga haipatikani hapa. Very good. Ni example mbaya. Very good. Umepeana example nzuri. Upaki Yesu. Yesu asipiwe. Kendo jo beti. Tena watu wa betting. The betting God wa huo wa mkuu. Watu wa betting hata niongee nionge nao mwanzo. Betting rage. Betting ni mbaya. Amen. Kati iwinde ni jomoko cham be ting' rach. Ata ukisikia wengine wanakula ni mbaya ma kibet to wuogie yeah. kama una una bet ebu anza kutoka ogimaletoni wuka wuoka wuoka kak ibarono cha kuzunisha ni kwamba uwezi itoka tu ivo ivo min many chiwo mondo agolie many chiwo wewe tafuta toleo ni kusaidie kutoka kwa tokoka mano lasivyo obiro chamo nyaka puothi itakula hadi shamba yako yako chamo nyaka puodho inakula hadi shamba beti, ni Amen. Amen. <laughs> ong'ato uso nyaka kitanda ne moninde. Beti inapanya, mtu anauza hadi kitanda chake cha kulala. Ukitaka kujua, ni mbaya nyaka kitanda ng'ato beti. Hadi kitanda mtu anabeti nayo modongnoninde loo, abakie kulala sakafuni monoyakna mwanamke fulani alinililia nma tena kule huruma. Otingo nyaka odhi obetgo, mume amebeba hadi gas, amenda kubet nayo gas ya kupika. Hebu niambie <laughs> kama hiyo nyumba watu bado anakula. Otinomodhi obetgo, amebeba gas akenda kubet nayo hey. Nina na wajali mimi mi nilimwambia wachana na huyu mapema mwache. wajali. Najua wewe unasema wasitekanishe lakini, mimi niliwatenganisha. niliwatenganishakao nyaka as makoro betgo ukiona kifikia kuchukua gasa na gas anabet nayouthoyadino gikei nitakufa kwa hiyo nyumba nja kao kirengo choithoadno giki usipokimbia mapema utakufa kwa hiyo nyumba nja Amen. Amen. Dala moro be na konoumoro wakati mwingine, pia niliwaambia mwingine. Tumesoma ya kwanza inasema okuong' jalo amelaniwa yule mtu maok otiyo tij Nyasaye kokete chunye asiyefanya kazi ya Mungu kama ameweka roho yake. Kendo na tena ambaye silaha yake haijaua opate Yesu. Yesu asifiwe. kane intwe kago kinyi pita no opuonjo wach kama, ulikuwa hapa asubuhi, pita alifunza neno ma ng'ato ka ng'ato madwa kado to onego dubi, ambalo kila mmoja ambaye anataka kupita angestahili kusikia to nipuonjo gimoro mowachoge kisungu ni si, alikuwa nafunza kitu kizungu, sil kiswahili ni muhuri. opake Yesu, Yesu osifiwe. ado ni iginje kendo ada ni mondo inieye, nataka wisikilize na wijue. Amen, amen. Si muhuri yango. go ogalayang'o muhuri huo inawekwa kwa nini? Hmm. Yeah. Hmm. Hmm. Hmm. Jiyadimu nge muhuri. Wangapi wanajua mhuri? Kisungu maber lunge ne raba stamp. Kizungu mzuri inaita raba stamp. Mana panikoro nyalo winjore ne ng'at ma kawuono. Hiyo nadhani taeleweka kwa mtu wa leo. Jiyadimu nge raba stamp. Wangapi wanajua raba stamp? Rabastamp no emane e pita wuoyo kuom hiyo. Rabastamp ndio pita alikuwa na ongelelea. Opaki Yesu, Yesu asifiwe. Kendo ne osomo mumbe, tena alisoma Bibilia mawuoyo kuom gik manondiki to goye rabastamp, ambazo zinanena kwa mapo yalio andikwa na yakatiwa muhuri. Opaki Yesu, Yesu asifiwe tij muhuri no, en ang'o. Kazi ya muhuri ni nini mondo iyud duoko mar penjo mapenjo ja ili upate jawabu ya swali nilokuwa nauliza kani iwinjo puonj to ibiro winjo nyaka gima awacho kama ulielewa mafunzo utaelewa hadi kitu ambacho nasema kendo jumani mangima ka wasebedo ka wapuonjore kodi to ang'e ni nitie gik ma Inchuni, tena hii wiki nzima kama tumekuwa tunafunzana na wewe najua mahali kuna mahali roho yako imefikia. Amen. Amen. Muhuri, kazi ya muhuri ni nini? <tos> <tos> iuso sende tigone kambi nyaka obed kiraba samp mangiso ni gi wuok e kambi cha opatdo achie nataka jawabu moja Amen. Amen. Biti raba stampena ngo. Kazi ya mkuri ni nini? Eh? To sanction. To sanction. Kudibitisha. Kisongo. Kisongo. To sanction. To sanction. Amen. Amen. Yeah. mamomiyo ne watero nyithindwa sikul ndio maana tulipeleka watoto wetu shule ibiro duogo dhum kodwa ka watakuja kunena kimombo hapa mai ma wan kodi kaka inbi okipuonjori cho wewe ambaye tuko na wewe hapo usipojifunza mapema kik iwacho ni olokore jagana